Mwenge wa uhuru umeingia mkoani Mtwara, moja ya halmashauri zilizopitiwa na mwenge huo ni Halmashauri ya Mji Newala, ambapo umekimbizwa umbali wa kilomita 75 kutembelea miradi minane yenye thamani ya zaidi ya bilioni tatu ambapo umezindua miradi mitatu na kuona miradi mitano. Ujumbe wa mwenge huo wa Uhuru mwaka 2025 umetokana na tukio kubwa la kikatiba na kidemokrasia la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu isemayo Jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Moja ya mradi uliozinduliwa na mwenge huo wa uhuru siku ya Mei 21, 2025 ni zahanati ya Msilili iliyopo ndani ya kata ya Mcholi mbili, ujenzi uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 132. Faida Online TV tumekuendelea taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV, tafadhali baki nasi. Ndugu Ismaili Aliusi ni kiongozi wa mbio hizo za mwenge wa uhuru mwaka 2025. <coughs> kwa kushirikiana na wananchi alikaa na viongozi wa serikali ya wilaya halmashauri, pamoja na waziri wa afya kule bungeni, wakahakikisha jinsi gani kuna jengo la zahanati kwa nguvu za wananchi wenyewe pamoja na nguvu za serikali. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Naamini leo hii wana Msilili mtakuwa na furaha kubwa, mutakuwa na bashasha kubwa juu ya zahanati yenu hii ambayo leo hii Yy, mheshimiwa Captain George Huruma Mkuchika ni mbunge wa jimbo la Newala Mjini, ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu kazi maalum, naye ameshiriki mbio hizo na kujionea hali ilivyokuwa yapeleka maombi kwa wahusika wakawakubalia. Leo mimi nimejawa na furaha. Chairman wenu wa kijiji ameipigia nikiwa Dodoma, akasema: mbunge, mwenge unazindua zahanati, utakuwepo Nikasema ndio, Mungu akipenda. Baada ya hapo, mwenge huo wa uhuru umekagua uendelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Makondeko Kiuta Mkunya kwa kilomita 1.5 ambapo baada ya ukaguzi huo, kiongozi huyo wa mbio za mwenge alikuwa na haya ya kusema mbele ya wananchi lukuke waliojitokeza kuulaki mwenge huo. Ndugu zangu, wana Kiuta, haya yote leo hii mnajionea kwa vitendo kwamba barabara hii meambiwa hapa na wenzetu wa Tarura kwamba barabara hii leo hii inayojengwa ina kwa sasa ni kilomita moja nukta tano, ambayo barabara hii inaenda kuwaunganisha wananchi wa eneo hili ene lote kwenda kupata huduma kwa haraka. Naamini tunatambua changamoto iliyokuwepo huko mwanzo kwamba inapokuja mvua kweli inakuwa ni changamoto kupita ndani ya barabara hizi. Kiuta oye, oye! Dokta Samia, safi! Ndugu zangu wananchi, endeleeni kuwa wastahimilivu, muda sio mrefu barabara hii itakuwa ishakukamilika kiwango cha lami. Hapo tulipo tunabakisha hatua za mwisho, na ndiyo maana ukifuatilia, tuna asilimia sitini sasa barabara hiyo imeshakamilika, bado asilimia arobaini na tumeshaambiwa ifikapo tarehe ishirini na tano ya mwezi wa sita barabara hii itakuwa imekamilika, na sote tutakuja kusherehekea uzinduzi wa barabara hii tukiwa katika hali ya furaha, amani, bashasha na upendo na kuendelea kuona jitihada za Mheshimiwa Rais juu ya ahadi ambazo ameziahidi. Hapa Faida Online TV tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi hao ambao wameipongeza serikali kwa kuwajengea barabara hiyo kwa kuwa hapo mwanzo walikuwa wanapata tabu kuitumia barabara hiyo hasa kipindi cha mvua na kukizingatiwa kuwa wananchi wengi wa maeneo hayo ni wakulima wa korosho. Mimi naitwa Mohamed Rashidi mkazi wa Mkunya mazungumziaje, leo mwenge umefika hapa, lengo kubwa ni uzinduzi wa hii barabara ha. Tunashukuru jambo hili jinsi linavyoendelea, maanake ilianza kusimuliwa, baada yake leo tunaona vitendo vinafanyika, maanake ilikuwa visimulizi tu, barabara lame, barabara lame, lakini leo tunaona imeshasogea kwetu. Ndaitwa Rehema Jaha Dunia, ni mkazi wa kitu juu. Barabara tunaipata mzuri kwa sasahivi ni jambo la kushukuru kwa kweli. Kuna wakati mwingine labda mama mjamzito amepelekwa kwenye kituo cha afya hapa, lakini labda imeshindikana, anataka kusafirishwa apelekwe eneo la mjini. Hali ya barabara kabla ya kufikia hali hii ilikuwaje? labda mama mjamzito anataka kusafirishwa kwenda huko, kwa hiyo kwa barabara kweli ilikuwa na changamoto. Kwa sasa hivi tunamshukuru baba Mkuchika katufanyia mambo mazuri sana. Aya, kwa majina dadi Musa Isa A, ni mkazi wa Mkunya. Mimi naiomba serikali kwamba isichoke, uweze kuzindua na mambo mengine na mazuri zaidi, ili tuwe na mafanikio kutekeleza na mazingira yaliopo tulionayo uh, kwa sababu ukiangalia barabara ilikuu usafiri wa korosho kutoka hapa kwenda kule itakuwa bora zaidi, na korosho ndo dhahabu ya kusini e. Sawa. Uh, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu mwezi wa kumi tu hapa na dio. Mwenge huu unabeba pia kauli mbiu yake ambaye anaendana na uh, uchaguzi dio. Una kipi cha kuambia wana Newala wanamkunya kwa ajili ya kuweza kujiandaa na kushiriki moja kwa moja swala so zima la uchaguzi. Uh, cha kuambia hasa wana Newala kwamba labda mama Samia tumpe mitano tena na kutegemea na hali ya uchaguzi tuweze kuendeleza zao letu la korosho ili tuendelee kupata dhahabu la, la kijani tuweze kupata mapato zaidi. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, pia mwenge huo wa uhuru umetia timu kwenye mradi wa maji Chiunjila ambao umefanyiwa ukarabati. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru aliendelea kutoa nasaha kwa wananchi na viongozi waliokuwepo katika eneo hilo. Ndugu zangu, wana Makondeko, tumejionea mradi wetu wa maji safi na salama ambao mwenge wa uhuru kwa siku leo katika eneo hili tumetakiwa tuje kujionea kwa maana ya kukagua juu ya uoneshaji wa miundombinu ya maji safi na salama juu ya uboreshaji wa eneo hili. Kwa kweli sisi wakimbiza mwenge wa uhuru tumefarajika sana na tumekagua mradi huu, lakini pia tumeona baadhi ya maeneo, tumeweza kutoa hoja zetu na kushauri nini kifanyike. Naamini ushauri ambao tumeutoa, wenzetu hawa wa RUWASA pamoja na wenzetu wa halmashauri wataendelea kuwafanyia kazi ili kuendelee kupata maji safi na salama ndani ya maeneo hii. Makondeko oye! Dokta Samia oye! Lakini mwisho kabisa, niendelee kuwapongeza sana ndugu zangu wananchi wa Makondeko kwanza kuonesha upendo, kuonesha uvumilivu, na naamini haya yote ni ishara ya mapenzi ulio nayo kwa Daktari Samia Sulu Hasani. Na mimi nataka niwaambie popote unapoua na huu mwenge wa uhuru ni sawa-sawa na kuwa eneo hili Mweshimu wa Raisi amefika. Nam mtazamaji wa Faida Online TV, hiyo ni baadhi tu ya miradi iliyopitiwa na mwengi wa uhuru katika halmashauri ya mji Newala mkoani Mtwara. Wananchi wa Newala wamefurahi kuona mwenge huo ambao kwa kiasi kikubwa umezindua na kuona miradi yenye umuhimu kwa upande wao. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel channel yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.